Hiyo maisha ya Kenya hii. Nataka tuwaulize kati, sasa nataka tuwaulize kati ya Ruto na Kashagwa, unaringa na simu ya nini hapa? Watu wako bize sana. Kati ya Kashagwa na Ruto, mnachagua nini? Mnapigia nani kura 27? Sisi ni Wakenya, sisi ni Wakenya kwa yetu. Leta hiyo mawe, leta hiyo mawe, leta mawe. Mambo ya kura sisi hatujui, mambo ya kura hatujui, mambo ya kura sisi ni Wakenya wapi